Nilisoma makala ya gazeti miaka kadhaa iliyopita iliyoripoti mwanaume aliyefariki akiwa mezani kwake ofisi aliyokuwa kishiriki na wafanyakazi wenzake 23. Kichwa chake kilikuwa kimeegemea mikononi mwake mezani, na kila mtu alidhani alikuwa amelala, lakini kama unaweza kufikiria, alikaa kwa siku tano kabla mtu hajamkagua na kugundua kwamba alikuwa amefariki unajua, Inanifanya nifikirie ukweli kwamba inawezekana kwa wapristo wanaodai imani na hata makanisa kuwa kama yule mwanaume wako mezani mwao kwa namna fulani, lakini hawana uhai wa kweli wa kiroho. Inaonekana kama wamejihusisha kiroho, lakini kwa kweli wamekufa kiroho. Sasa Warumi inavyoendelea hapa katika barua hii, Paulo anazungumzia makundi matatu ya watu. Katika sura ya kwanza, mtu asiye na maadili ambaye amehukumiwa mbele za Mungu. Sura ya pili, mtu wa maadili ambaye pia hana uhai wa kweli wa kiroho. Sasa basi, kuanzia hapa katika sura ya pili mstari wa kumi na saba Paulo anazungumzia mtu wa dini, hasa Myahudi mwenye bidii ambaye anaamini yuko salama katika msimamo wake mbele za Mungu. Sasa Paulo atarekebisha mambo na kuweka sawa ukweli. Unaona, Paulo alikuwa kijana Myahudi mwenye bidii mwenyewe na hapa anatoa orodha ya sababu sita kwa nini myahudi mwenye bidii alihisi yuko salama dhidi ya hukumu ya Mungu, na kwa nini walionekana kwa kila mtu mwingine kuwa wana uhai kamili na wako sawa na Mungu. Kwanza kabisa, Paulo anasema hapa katika mstari wa kumi na saba, unajiita Myahudi. Na kwa njia, kabla hatujaendelea zaidi, jina Myahudi linatokana na jina la kabila la Yuda. Walidhani wako salama kwa sababu walitokana na ukoo sahihi, kabila sahihi. Pili, Paulo anasema hapa kwamba Wayahudi wenye bidii wanategemea sheria. Walihisi wako salama kwa sababu ya kujitolea kwao kwa sheria ya Mungu. Walikuwa na nakala yake juu ya meza ya sebuleni kwa mfano. Najua watu ambao leo wana nakala ya Biblia juu ya meza yao ya sebuleni lakini hawana uhusiano wowote na mwandishi wa Biblia. Biblia ni haki ni kichocheo, ni ni hirizi ya bahati nzuri kwao. Kweli, wacha ni kuambie hiyo siyo hirizi ya bahati nzuri hata kidogo. ve matatu Wayahudi tunaambiwa hapa walijiona wako salama na Mungu kwa sababu walijivunia Mungu kwa maneno mengine, waliona kiburi kwamba Yehova alikuwa Mungu wao na walikuwa watu wake waliochaguliwa. Nne, sasa hapa katika mstari wa 18 Paulo anaonyesha kwamba Wayahudi waaminifu walijiona wako salama milele kwa sababu walijua mapenzi ya Mungu. Neno mapenzi hapa linamaanisha mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa katika maandiko yote. Israeli walijua Biblia na walijua Biblia ilisema kwamba walikuwa na agano maalum na Mungu. Walijua mizizi ya urithi wao na kile Mungu alikusudia wawe kwamba walipaswa kuwa baraka kwa mataifa yote ya dunia nzima. Walijua yote kuhusu mapenzi ya Mungu kwao. Lakini hebu nikuambie, kuna tofauti kubwa kati ya kujua mapenzi ya Mungu na kutenda mapenzi ya Mungu, jambo ambalo wao hawakufanya. Tano, Wayahudi walijisikia salama kwa sababu ya uelewa wao. Paulo anasema hapa kwamba wanakubali kile kilicho bora. Neno la Kigiriki hapa kwa kukubali linamaanisha moja kwa moja kuweka kitu kwenye jaribio. Tazama, taifa la kiyahudi lilijivunia kujaribu falsafa, dini na mitazamo ya dunia Walidhani walijua kile ambacho kilikuwa muhimu sana bora kwa maisha vema. Paulo ataonyesha kwamba walikosa jambo kuu maishani, nalo ni kutembea katika uhusiano wenye shangwe na utiifu pamoja na Mungu. Naam, hatimaye namba sita hapa, walifikiri kwamba walikuwa salama kwa sababu ya elimu yao ya Biblia. Walikuwa, Paulo anaandika, walifundishwa vema kutoka kwa sheria, ambayo ni agano la kale. Kwa maneno mengine, walipata alama ya juu kwenye kila somo, darasa au mtihani wa muhtasari wa agano la kale. Hivyo Wayahudi hawawacha Mungu, wanasema, tazama, tuna jina sahihi la kifamilia, tuna sheria ya Mungu. Tunakiri kwamba Yahwe mungu wa Israeli ndiye mungu wa kweli pekee. Tuna ufahamu na maarifa na tumemaliza chuo cha Biblia kwa wastani wa alama za juu. Sasa, kwa mshangao wao, Paulo anawaambia hapa kwamba hawako salama kabisa mbele za Mungu. Na niwaambie wapendwa, onyo hili ni kwa kila mtu leo, Wayahudi na mataifa. Inawezekana kwa mazoea ya kidini kugusa akili yako bila kubadilisha moyo wako kabisa. Inawezekana kuguswa kihisia na tukio fulani la kidini bila kuamshwa kiroho na Mwokozi. Inawezekana kuwa wa kidini lakini usiwe umeokolewa. Kuna watu wengi watakaokosa mbinguni kwa inchi kumi na nane tu, yaani waliamini kwa akili zao ukweli fulani kuhusu Mungu na Biblia, lakini hawakumpa Mungu mioyo yao ni kama inchi kumi na nane tu chini. Walikuwa na Biblia, lakini Biblia haikuwa ina wamiliki wao. Walikuwa wameamua kuishi maisha yao watakavyo. Na wafahamu watu wengi wa aina hiyo leo sasa paulo anaendelea hapa kuongeza kwamba wasioamini lakini ni wacha mungu huwa wepesi kuwaambia wengine jinsi wanavyopaswa kuishi maisha yao paulo anaandika hapa kwenye mstari wa kumi na tisa una uhakika kwamba wewe mwenyewe ni kiongozi wa vipofu kwa maneno mengine walidhani wao ni zawadi ya mungu kwa wale watu wengine wasio na mwanga huko nje paulo anasema zaidi hapa kwenye mstari wa kumi na tisa walijiona kama mwanga kwa wale walio gizani sasa ukweli ni kwamba, kwa sababu taifa la Wayahudi pamoja na ulimwengu wa mataifa walimkataa Masihi, mwanga wa kweli wa dunia, walijaribu kuzima huo mwanga badala ya kuwaongoza watu kwenye mwanga ambaye ni Yesu Kristo, mwanga wa ulimwengu. Hivyo hawa watu wa kidini walijaribu kujionyesha kama kigezo cha maadili na Paulo anawaelezea kama wanaojiona hapa kwenye mstari wa ishirini kuwa wao ni walimu wa wapumbavu. Neno mwalimu hapa linaweza kutafsiriwa kama mkosaji. Tunaweza kumfikiria mtu huyu kama mwamuzi anayepuliza filimbi mtu anapotoka nje ya mipaka. Basi hawa watu wanaojiona wenye haki wanazumbuka wakipuliza filimbi, wanawaambia kila mtu makosa yao, ilhali wao wenyewe wako nje ya mipaka. Unaona, ukweli ni kwamba walikuwa wameunda mchezo wao wenyewe walikuwa walikuwa wamejitengenezea sheria na waliziona sheria zao kuwa muhimu zaidi kuliko uhusiano wa kweli na Mungu. Naam, Paulo anapiga filimbi kwa wote. Anasema hapa katika mstari wa ishirini na moja basi wewe unayewafundisha wengine hujifunzi mwenyewe? Unapohubiri dhidi ya wizi, je, wewe huibi? Wewe usemaye mtu asizini, je wewe huzini? Wewe unayechukia sanamu, je wewe huiba katika mahekalu? Sasa ukweli ni kwamba, na Paulo anaonyesha hili, walikuwa wamevunja sheria za maisha ya haki. Walikuwa wenye dhambi, wenye dhambi wasiotubu, kama kila mtu mwingine. Sasa usemi huu maalum wa kuiba katika mahekalu inawezekana kabisa ni rejeleo kwa Wayahudi kuyeyusha sanamu za kipagani na kutumia dhahabu na fedha kwa akaunti zao binafsi, ingawa walifundisha kwamba kugusana na sanamu ni kuchafuka. Hivyo watu hawa walikuwa wakithibitisha kwamba pesa zilikuwa muhimu zaidi kwao kuliko kuwa na uhusiano sahihi na Mungu. Sasa baada ya Paulo kufichua hali halisi ya hawa watu wacha Mungu lakini wasiookoka, wasiokombolewa, anaendelea sasa kutoa hukumu kutoka kwa Mungu. Hii hapa, kwanza wanalaumiwa kwa kuharibu sifa zao wenyewe. Paulo anaandika hapa mstari wa ishirini na tatu, wewe unayejisifia unamdhalilisha Mungu kwa kuivunja sheria. Sasa unahitaji kuelewa kuwa siku za Paulo, marabi fulani walifundisha Wayahudi walikuwa salama dhidi ya hukumu ya Mungu ikiwa walikuwa na nakala ya Torati, sheria, vitabu vya Agano la Kale. Kwa maneno mengine, hawakuhitaji kuitii, walichotakiwa ni kuwa na nakala yake tu, lakini unafiki wao ulikuwa unaharibu sifa zao wenyewe. Lakini hiyo haikuwa yote. Kwa sababu walikiuka sheria ya Mungu, walikuwa wanaharibu sifa ya Mungu. Tazama, kutojali kwao sheria ya Mungu kulikuwa ni tamko kwamba Mungu basi huenda si wa maana sana baada ya yote. Nikuambie, kama hautachukulia Biblia kwa uzito, dunia haitamchukulia Mungu kwa uzito kamwe. Na hasa hicho ndicho Paulo anachosema hapa. Kwa kweli hapa ananukuu kutoka kwa nabii Isaya katika mstari wa 24. Jina la Mungu linatukanwa miongoni mwa watu wa mataifa kwa sababu yenu. Hivyo Paulo anaandika, si tu kwamba unafiki wenu na maisha yenu ya dhambi vinaharibu sifa zenu wenyewe, bali pia vinaharibu sifa ya Mungu. Ushawahi kufikiria kwamba sifa ya Mungu inategemea sifa yako binafsi? Kikwazo kikubwa zaidi kwa Ukristo huenda ni Wakristo wanafiki. Unaona, unaweza kuzungumza utakavyo kuhusu kile unachoamini, au ni Biblia ngapi unamiliki, au mara ngapi unaenda kanisani, lakini dunia haijali kuhusu Biblia yako au kuhudhuria kwako kanisani au hata kile unachoamini wao wanaangalia jinsi unavyoishi, matendo yako kazini, jinsi unavyowatendea watu, maamuzi yako, mitindo ya maisha. Vyote hayo yanaunda sifa yako, lakini si yako tu. Hata sifa ya Mungu iko hatarini pia. Kwa hiyo hiki ndicho tunachopaswa kufanya: Tujitahidi kuishi kwa namna ambayo tunaboresha sifa ya Mungu katika dunia yetu leo. Tuwe na tabia inayolingana na kile tunachodai tunaamini. Naam, mpaka wakati ujao, wapendwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.